Mtazamaji wa Time TV, tunakusogezea taarifa ya kukamatwa kwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambalo limetolewa na jeshi la polisi Tanzania. Linasema hivi: Jeshi la polisi kanda maalum mkoa wa Dar es Salaam linatoa taarifa kwa umma kuwa tarehe 13 mwezi wa 5 2025, majira ya saa sita na dakika 45 usiku, katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere, lango namba 3, Terminal 3, limemkamata naibu katibu mkuu Amani Golugwa wa Tanzania bara wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea nchini Ubelgiji. Jeshi la polisi limemkamata naibu katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za siri kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata utaratibu za kisheria hapa nchini. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusu swala hilo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi endelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizi za kisheria zinazomuhusu.